Kenya, nakuja hapa mwote, mwanajua ni Mkenya atie masikio yake anisikilize, na asiruke hii video, asiruke hii video. Nilikuwa nasema Wakenya, mnakuaga na Afrika mzima, mwenjo, watu mko na akili sana. Mkenya akilamuka, akilala, malamuka akili inaongezeka, lakini kuna kitu iko hapa yenye amuelewi. Tunasikia wengine Wakenya wanasema O, tunachukia wanyamlenge tunachukia Wakongo wezetu kuna wale wanajita wa, Wanyamlenge, ao a Wakongo wa protekta, bwana anauza protekta, bibi anauza vitengi, au watu ni dangerous mwa zile bibeti zile wanaibaga vitu nyingi sana, lakini hmm, wale wakongo wale wa mkorogo wale Wakongo wa musician wale wanaga mambo wale wa wa, wa protekta wale ni watu hatari, wakienda kufika kwa nchi ya wenzao wanatakaga wa wawahukumu wawapeleke vile wanataka. Sisi tunawafukuza kwetu juu walikuwa wanafika kwetu wabadirishe nyimbo ya taifa ya kwetu wabadirishe flag ya kwetu ikuwe ya nchi, ikuwe ya lugha yao. Wakifika pahali lazima wafanye vituko. Walifika kwetu walitubaka, wakatuua, wakatufanyia mambo ndio maana tuliamua kuwafukuza na vile wanaamua kukuya Kenya, mukae chonjo sana, mukae chonjo ile mambo mtaona. Unaona vile wamewazingira Mwiki Kasarani, uko kote ni kwao. Rongai ni kwao. Umoja ni kwao. Nyama Vila ni kwao. Umoja tu ni kwao. Umoja Tri ni kwao. Au watu ni watu wa, wa hatari. Unaona hata wakienda chache wako peke yao, hata waki, shule wakichukua shule wako peke yao. Hata ukimwambia unataka kumooa hawezi kukubali, juu usijue siri ya maisha yao, usijue siri ya msingi ya maneno yao. Au watu ni watu wabaya, wakifika kwa nchi ya batu lazima wawakomande. Eo ndio wakwe komanda wa hiyo inchi hata kwa bunge watataka, hata kila fasi watataka, kila kona watataka. Gisi naona wamezingira Kenya mzima, na wakizingira fasi hawataki mtu mwengine, awataki mtu mwengine. Hao watu ni hatari. Hmm, jambo sana, nawasalimia mahali yote, mahali muko, tunasema mkoaje? Tuko salama. Mimi mwenye naongea hii video nimeongea kwa sababu nimesikia uchungu sana. Nimesikia vibaya. Nimeona video ya mama mmoja. Mimi mama hatani kuhitaji mi naheshimu, mimi ni mtu amezaliwa na heshima, nimezaliwa kwa watu wa Kristo. Lakini nataka kusema wewe mama na heshimu wa mama, lakini wewe ni stupid woman. Sijaiona mama, mama mzima, mama wa miaka kama yako anaezaa ambia watu wengine ako na ideology ya genocide kama hiyo. Mama ni kweli tumetoroka nchi ya Kongo. Hata wewe mwenyewe mwenye unaongea hiyo story wewe mwenyewe umetoroka nchi. We ni refugee hapa Kenya. Kitu ya kushangaza. We ingekuwa kama wewe si Munyamurenge. Mbona umetoroka nchi yako? Mbona we ni refugee kwa nchi za wengine kama nchi yako iko na amani? Namba 2. Ndio tunafanya hii kazi ya protekta ya vitenge tuna haso, kwa sababu sisi tumekubali sisi ni warefuji, lazima tutafute pesa ya kukula, tuyakulipa kulipa hizi marenti yenye wewe mwenyewe mahali huko. Wewe mwenyewe unafanya kazi gani? Kama si ya umalaya, kama si ya umalaya, wewe ni malaya mkubwa sana, hakuna kitu kingine unafanya. Ingekuwa kama si kitu kingine unafanya ungekuwa unasema basi nafanya kazi fulani, lakini hauna kazi unafanya. Taja kazi yako tufanye, au wamama unafanya wavitenge. Sisi wanaume ni waprotekta, tunaifanya kwa sababu tusiende kwa huo malaya wako. Wanaume unasema Wakongo wanasema ati Wakongo au wamkorogo au wa music, kazi yingine wanafanya si ya kuwekwa kwa wamama kwa Ugenda, kwa wa sugar mami na kwa sugar dadi, hapo wamewekwa ao. Lakini mtoto wa mnyamlenga na haso anaenda kwa kazi yake ile kazi ya chini, lakini anahaso kama we. Wakenya wengine wanahaso hii Kenya. Wewe unafikiria akili yako hiyo, maneno yako, Wakenya ni watu wamesoma, hawakai kama stupid kama wewe unaongea no sense hiyo ideology yako. Kuna wakongomani wako nayo, ndio maana ideology genocide kuwa wanyamurenge iko Umeona? Mimi YouTube yangu inafuatiliwa na Wakenya na mimi kazi yangu ni ya Wakenya, mimi nafanya kazi na Wakenya. Hawana hiyo upumbavu, hawana hiyo ujinga, hawana hiyo ushenzi ati tumefika Kenya ati Kongo tukapaka -tuka, tukarepu tuka wanawake wa, wa, wa, wa, wa, ati tunataka uongozi kwa bunge, tunataka kubadilisha nyimbo ya, ya, ya, ya nchi nationali, wanataka kubadilisha ati drapo bendera Mkongomani mwanyamwenge waligomba amani hawajai gomba uongozi fulani, kuwa na akili timamu. Mama, acha kutumia ujinga, acha kutumia ushenzia. Wakongomani wakona hiyo ideology. Nimekuambia mama, nimekuonya, unaongea hapa si, si, hapa si Kongo. Si Kongo si Kongo, sisi tuko tuko protect na UN Tuko protect na hii serikali ya Kenya, hawezi sema watu watu fulani watu fulani au au au. Tayari ni ideology. That is a policy case. Tunaomba serikali ya Kenya iangalie huyu mama mwenye atada, anataka kutupiganisha na nchi ya Kenya. Kenya imetuchukua kama marefuge, tumefika pa Kenya tukakuwa tukakuwa baraka kuna maendeleo tumeweka hapa hapa hapa Kenya. Kuna maendeleo tumeweka ta, ta, Tanzania. Kuna maendeleo Rwanda tumeweka sisi Wanyamurenge. Kuna maendeleo tumeweka Burundi. Tume, kuna maendeleo tumeweka Uganda, lakini nchi mahali tumezaliwa, angalia my friend, angalia sasa kitu wanaongea, tukisema wanya, wanyamurenge wanataka kuuliwa kwa sababu hii ideoloji yao ya kuangalia ya tribalism, masura mnakata Mama mzima kama huyu amezaa, naona ni mama mzima ako na watoto kona famili, unaenda kwa wa, unaenda kwa kamera unasema ati hatari sana kwa watu. Hacha nikuambie kweli na kitu haujui, sisi hapa Kenya kuna Wanyamulenge wameoa wameoa Wakenya, na kuna wanasichana wetu masista wetu wamele, wameolewa na Wakenya. Kama hujui, hacha sasa ujue. Acha nikuambie ukweli, hii mambo ya kuoana achana nayo. Hata unaweza pata bwana yako ni Mkongomani kama wewe, si malaya kama uko na bwana, uko na bana kabila yako. Lakini kama wewe si, hauna bwana, wewe ni malaya. Sikiza, miaka ya kitambo mmeua wanyamulenge siasa chunga sana maisha yako iko atarini. Wewe mama, nakuambia ukweli, serikali ya Kenya inakubalika sisi Wanyamulenge tuishi hapa Kenya. Kwani kuna bunge ya Kenya umesikia Wanyamulenge wanataka kuingia? Kuna MP ama MCA umesikia Wamnyamulenge hapa? Sisi atukubali kufanya hii makaratasi zako, hii ujinga unaongea, ushasikia tunawambia wa acha ni kuambia kweli. Wewe kwanza umetoroka nini kwako, Kenya kwa kwako Kongo? Kongo umetoroka nini? Unajua hata labda UN inakubali wanyamulenge ndo marefugee, labda wakongomani wengine hawakubali kama ni marefuji wewe, kwa sababu wakongomani wanyamulenge ndo wanafanyia hiyo tribalism. lakini wewe umekuja hapa Kenya, Kenya imekubali kama ni refugee, lakini hata wewe si refugee Umetoroka nini? Kama kwenu we ni Mkongomani wa kweli, kama hauna hiyo ubaguzi hiyo tribalism, usingekaa Kongo yenu. Mahali tumetorokea bado unaendelea kutufuatafuata na maneno kama hiyo hau kumu, hau, unasahau kuna wamama wamenyongwa, kuna wamama wamepakwa wamerepiwa wa na wanajeshi wa Kongo. Umesahabu mama, nimekuonya sikujui na sitaki kujua chunga mdomo yako chunga njecheyi, nawambia ukianza kuongea awa awa, awa, awa awa, tayari hii ndio ideology ya genocide, na hiyo tunaikemea. Ukome, ukome kabisa, ukome, ukome. Polisi, kesi tunahitaji, tunahitaji. hii ni kesi tumekimbia, una sababu Unajuwa Wanyamurengi wametulekea Burundi, acha ni kukumbusha vizuri. Wakiwa kwa kambi ya Katumba, hii mambo ndio imehanza kidogo, wakauliwa. Hii tu vyenye unaongea hii, unaanza kuropoka. Kenya ni nchi yengine. Ya Wakongomani ni nchi ya Wanyamurengi. Tumefika hapa Kenya, wakatupokea vizuri, hata ujue. Wakatupokea vizuri, wakatupea serivisi zinausi, serikali ya Kenya hatukupitia kwa Kongo, hatukupitia kwa watu wengine, ni serikali. Hakuna kitu naweza ongea kwa serikali. Ama a Wakenya wamejajaruka, maendeleo yao wanaangalia, venye watajenga, watafanya kazi yao ya maana yamaana, sio stupid na nonsense kama hizo. Acha nikuchanue, toa hiyo kitu kwa maindi yako. Hiyo ndio kitu inaturudisha nyuma kama Wanafrika, ya ukabila ya ubaguzi. Sisi wote ni Wanafrika, sisi wote tunahitaji amani. Mama, nimekuonya, nimekuonya ukome kabisa. So thanks mushee hii video kwa kila mtu, Mnyamurenge, kwa Wakongomani, kwa Wakenya, kwa East Africa mzima, tunahitaji amani kama East Africa. In your fellow force we want to be together.